Karibuni sana Kiswahili ni Rahisi. Leo tunaangalia maswali na majibu ya fasihi, na tunaangalia maswali ya riwaya ya Nguu za Jadi. Swali la tano: nchi ya Matuo ilikabiliwa na matatizo chungu nzima, eleza. Kwanza ni umaskini unaoletwa na vurugu za kisiasa. Kwa mfano umaskini huo ni ukosefu wa chakula, mavazi na makazi. Pili ni watu kuchomewa makazi yao na kufurushwa Matango. Kuna utoro wa wanaume. kwa mfano Mrima anapotelea familia yake, na ndipo maana tunaona Magwasha akienda kumtafuta. Wanaume kutowajibika kwa mfano Mrima. usumbufu wa kimawazo au mbinyu wa mawazo. Pia kuna waliofukuzwa Matango walisumbuka kisaikolojia. Chuki na uhasama wa kikabila na kila mara jamii kuzuzana. Pia kuna wizi wa mifugo, kwa mfano Wakule na Waketwa waliibiana mifugo. Pia kuna uchache wa rasilimali Waketwa na wakule walipigania malisho na chemichemi za maji hapo awali. Ubabedume, wanaume wakakandamiza wanawake. Tamaa na ubinafsi, tunaona viongozi walinyakua mali, kwa mfano Nazia na Mbwashu walitaka kunyakua ardhi ya Matango wanawake waliuziwa viongozi na wanaume wao ili wapate ajira. Mauaji, lesulia alipanga kumua lunare mara kadhaa. Kuna utekaji nyara wa wapinzani wa serikali. Ukosefu wa ajira, tunaona vijana wengi waketwa hawakuajiriwa. Ulevi, vijana wengi waketwa waliingilia ulevi pia tunaona watu wazima walilewa na kufanya vitendo vya aibu mbele ya watoto. Ujane, wanawake walifiwa na wanaume zao, kwa mfano Mbugulu. Maradhi, mumewe Mbuguru alifariki kutokana na ugonjwa wa pumu. Ukosefu wa mifano bora ya kuiga Punda, mali na majani, watu walifanya vitendo vya aibu mbele ya watoto. Na mwisho wa vulana, walikosa wanaume wema wa kuwaelekeza. Uharibifu wa mazingira, ukataji wa miti na uchimbaji wa mawe. Kiangazi kwa sababu ya ukataji wa miti. Njaa, chakula kilikuwa haba hasa kwa maskini. Kuna ajira ya watoto, watoto waliajiriwa kazi katika machimbo ya mawe. Kuna mapuuza ya viongozi, japo wakazi walalamika vumbi kwenye machimbo ya mawe, hakuna aliyeshughulika. Kuna kufutwa kazi kiholela na wale ambao tunaona wakifutwa kazi kiholela, kuna magwasha, mafamba na hakimu kuna wizi wa mali ya umma. Kuna mimba za mapema miongoni mwa wasichana. Kuna uasherati, kwa mfano katika danguro la Red Bean Lodgings. Uyatima, baadhi ya mayatima ni kama vile Cheia. Kuna dawa za kulevya au mihadarati. Tafadhali niandikie hoja zaidi pale chini. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.